Bilionea alimwona mkewe wa zamani aliyemtaliki kwa sababu ya umaskini akiombaomba mvuani pamoja na mwanaume kipofu. Mvua ilipiga kwa nguvu daraja la Oshodi. Magari yalisonga polepole, maji yalikuwa yakitiririka kwa mistari ya uchafu chini ya nguzo za saruji. Ndani ya Bentley nyeusi yenye madirisha ya giza Mwanaume aliyevaa suti ghali ya bluu ya navy aliinua macho yake kutoka kwa kompyuta kibao iliyokuwa iking'aa na kuganda pale. Kando ya barabara alisimama mwanamke aliyevaa nguo chakavu ya nanga, amelowana kabisa, nywele zimekwamia mashavuni. Alishika mkono wa mwanaume kipofu kwa mikono yake yote miwili, akiongoza fimbo yake ya mbao karibu na mfereji uliovunjika viganja vyao vilikuwa wazi kwa ajili ya msaada, midomo yao ilitetemeka. Watu walipita haraka wakiwapuuza, kana kwamba hawakuwepo. Mwanaume ndani ya Bentley aliinama mbele, moyo ukipiga kwa nguvu. Sauti yake ilivunjika katika ukimya wa AC: dereva, simama. Gari lilisimama pole pole. Macho yake yalifunguka, pumzi yake ilikatika. Sofia. Mwanamke aliangalia juu. Ulimwengu ndani ya Bentley ulikuwa kimya. Ikiwa unapenda hadithi hii, tafadhali toa maoni, shiriki na jiunge na chaneli yetu kwa hadithi zaidi za kuvutia. Miaka mine iliyopita jua lilichoma Lagos kama chuma moto. Kiwanja cha nyumba ndogo ya Sam na Sofia kilinuka mavumbi, gari na mvua ya zamani. Chupa ya kahawia ilisimama pembeni, ndoo ya kijani kilala upande, nguo zilining'inia kwenye kamba iliyolegea kutokana na kusubiri sana. Sophia alikokota sanduku jekundu la nguo kwenye sakafu ya mbao, mdomo wake umeganda kama jiwe. Alivaa jeans na blauzi safi ambayo haikuendana na ua uliochoka. Macho yake yalikuwa makali, si kutokana na furaha, bali kutokana na uamuzi alikuwa amesuka nywele zake asubuhi hiyo kama mtu anayeenda mahali mpya. Sam alipiga magoti kwenye saruji, mikono pamoja, mavumbi kwenye magoti yake. Sofia tafadhali, subira kidogo tu, ninajua mahojiano haya yatafanya kazi. Ninajua, umesema mara ngapi hivyo? Hakumwangalia, hakutaka moyo wake utetemeke. Miaka mitatu ya ahadi, Sam. Miaka tatu ya tafadhali subiri. Siwezi kuendelea kupoteza maisha yangu. Sam alimeza mate, sauti yake ilikuwa laini lakini yenye nguvu kama uzi unaoshikilia tiara angani. Niko karibu, ninasikia, programu iko tayari, maonyesho yalifanya kazi. Nilizungumza na meneja wiki iliyopita, ilimpendeza Aliacheka, sauti fupi yenye uchungu. Ilimpendeza? Je, alikupa kazi? Je, alilipa kodi? Tuangalie, angalia nyumba hii, niangalie. Alionyesha vidole vyake tupu. Nimechoka na ubovu. Alinyoosha mkono kwa mpini wa sanduku. Usiende, achia. Sam, tafadhali subiri tu hadi Ijumaa, ikiwa hakuna kinachotokea nitafunga mfuko mwenyewe. macho yake yaling'ara, nimekutana na mtu. Maneno yalianguka kama chupa ikivunjika. Sam aliganda. Barabara nyuma ya lango lao ilikuwa na mzunguko, okada, wauzaji, basi la polepole, lakini ndani ya kiwanja, mapigo ya moyo wake tu ndiyo yalijibu. Sofia aliendelea kuzungumza, ingawa sauti yake ilitetemeka Anaweza kunitunza. Ana bar, watu, pesa, harakati. Ninahitaji harakati katika maisha yangu. Je, ni bora kuliko sisi? Sam alisong'ona. Bora kuliko tulichojenga? Hatukujenga chochote. Alivuta mpini kutoka mikononi mwake. Magurudumu ya sanduku yalipiga kwenye kizingiti kama ngoma ndogo. Nimemaliza. Kwa heri. Aliondoka, mlango ulifungwa nyuma yake. Sam alibaki akilipiga magoti, hadi mavumbi yalilala kwenye ngozi yake kama mvua ya kijivu. Kisha alisimama, akafuta uso wake kwa nyuma ya mkono wake na akaenda kwenye dawati lake dogo karibu na dirisha. Alifungua kompyuta yake ya mikono ya pili. Kwenye skrini, ramani rahisi ilimetameta. Nukta zilimulika ishara ya simu ilipohamia. Mstari wa kimya wa msimbo ulisubiri mpigo wa kibonye alisongona kwa nafsi yake kama msimbo ungeweza kusikia tutafanya kazi lazima ijumaa hiyo simu yake ililia habari je huyu ni bwana Samuel msanidi programu wa TraceLock sauti tulivu iliuliza sam alishika simu kwa nguvu sana hadi vifundo vya vidole vyake vikawa vyeupe ndiyo hii ni Sam. Hii ni Afritech. Bodi ingependa kukuona leo. Ulimwengu ulipinduka. Alifika kwenye jengo la kioo lililochagua anga. Mpokeaji alitabasamu kwa heshima. Watendaji wawili walimwongoza kwenye chumba ambacho jiji lilionekana dogo na jasiri nyuma ya madirisha. Aliwaonyesha jinsi TraceLock ingeweza kufuatilia alama za simu na alama za muda wa ujumbe kufuatilia ishara katika maeneo magumu na kusaidia kutafuta wahalifu wanaojificha waziwazi. Alieleza kwa urahisi jinsi mwalimu anavyoeleza barabara kwenye ramani mpya. Bodi haikupiga makofi. Walitikisa vichwa kisha wakaangaliana kwa ukimya ambao ulihisi kama radi inayoonya mvua. Mwenyekiti alizungumza. Bwana Samuel, hatukutoi kazi ya mshahara. Moyo wa Sam ulianguka kama jiwe ndani ya maji. Tunakutoa ushirikiano, aliendelea. Hisa 2%. Tunataka TraceLock. Tunakutaka wewe. Kitu fulani ndani ya Sam kilisimama. Alisaini, alishikana mikono, alichukua elevator chini kisha akatembea kwenye jua la Lagos ambalo halikuonekana tena kama adhabu. Alimpigia simu mama yake. Alilia nusu furaha nusu faraja. Kisha alirudi nyumbani akafungua kompyuta tena na kufanya msimbo wake kuwa wa nguvu zaidi. TraceLock ilienea kwanza katika jamii za vijijini ambapo wanyang'ani walifikiri giza lingewaficha. Halikufanya. Vikosi vya polisi vilianza kutumia kifaa hiki kwa kimya. Habari zilisogea kama mnong'ono ambao ulikuwa kelele. Thamani ya AfriTech ilipanda Sam alianza kuvaa suti ambazo zilikuwa zinafaa. Alijifunza kusema hapana kwa baadhi ya vitu na bado si kwa wengine. Alitoa kwa shule bila kufanya kelele. Alikumbuka mavumbi na kuweka moyo wake safi. Wakati huo huo, upande mwingine, maisha mapya ya Sophia yalianza na mwanga na muziki wa sauti kubwa. Bar ya George ilikaa pembeni ambapo watu walikuja kusahau. Alikuwa mrembo jinsi ishara ing'aayo inavyovutia usiku. Aliahidi, alicheka, aliinua masanduku kwa nguvu rahisi. Alimwambia Sophia, unastahili zaidi, na kwa muda aliamini. Lakini bili zilirundikwa kama viti ambavyo hakuna aliyetaka kukaa. Mapigano yalivuka kwa pesa ndogo. Usiku mmoja wanaume wawili waliolewa walitupa maneno kama mawe, kisha mmoja alitupa jiwe halisi. Lilimpiga George jichoni, alianguka damu ilichanganyika na bia kwenye sakafu mbaya. Kelele ziligeuka ukimya wakati wanaume waliofanya hivyo walikimbia usiku. Sophia alipiga kelele hadi sauti yake ikavunjika. Alipata keki, alipata hospitali, alipata daktari mwenye macho ya huruma. Milioni thelathini za naira, daktari alisema kwa upole, ikiwa tutafanya haraka kuna nafasi. Hakukuwa na haraka Hakukuwa na milioni thalathini. Kulikuwa na giza tu, na lilikaa kwenye macho ya George na halikutoka. Siku ziligeuka mstari wa kijivu. Bar ilishindwa, wateja walipungua, kodi ilipanda. Sophia alijifunza uzito wa fimbo ya kutembea. Alijifunza wapi miereji ilikuwa kwa kumbukumbu kumbu. Alijifunza ni madereva wapi wangepunguza kasi karibu na daraja. Alijifunza jinsi ya kuhifadhi heshima ya mwanaume wakati wa kuwaomba wageni msaada. Kila usiku alalala kwenye godoro la zamani na kuangalia aina ya giza ambalo lina kufanya uhesabu makosa yako. Wakati mwingine alisong'ona jina la Sam kwenye mto wake na kuchukia nafsi yake kwa hilo. Wakati mwingine aliomba. Mara nyingi alilia kwa kimya ili George asisikie. Alisikia. Usimiache, Mtoto bado alisema, sauti yake ikitetemeka, tafadhali usiniacha nife hivi. Na hata wakati moyo wake ulijaribu, baba ulijaribu kukimbia, miguu yake ilibaki. Alishika mkono wake, aliosha uso wake, alimwongoza kwenye daraja tena asubuhi iliyofuata. Mvua au hakuna mvua, kupambana na mabadiliko, maisha ya Sam yalisogea kama injini iliyotiwa mafuta vizuri kimya yenye nguvu mbele. Alizungumza kwenye mkutano huko Abuja na kukutana na Cynthia, mwanasayansi wa data mwenye macho ya akili na kicheko ambacho kilisikika kama asubuhi. Walizungumza kuhusu miundo na ramani, kuhusu jinsi data ingeweza kuokoa maisha, kuhusu vijiji vidogo vinavyohitaji msaada mkubwa. Aligundua wema katika maswali yake, aligundua upole katika majibu yake. Ulimwengu uliowazunguka ulihisi kelele chache walipokuwa wamesimama pamoja. Alinunua Bentley nyeusi, si kuonyesha, bali kwa sababu gari lilihisi salama kama ahadi iliyotimizwa. Lakini hata na mafanikio yote alibaki na tabia moja kutoka siku za zamani, aliangalia nje ya madirisha na kuangalia watu, alikumbuka alipotoka. Asubuhi mbingu ilifunguka juu ya Oshodi. Sam alika kwenye kiti cha nyuma akisoma ripoti kuhusu sasisho la hivi karibuni la Trace Lock kaskazini. Dereva alichukua daraja ili kupita trafiki. Maji yalitiririka kwa karatasi kupita waombaomba na wauzaji na wasafiri wakibeba mifuko ya plastiki kama ngao dhidi ya mvua. Bentley ilisimama. Mkono wa Sam ulikuta mpini wa mlango kabla akili yake haijashika, koo lake likajaza. Sophia alitetemeka kana kwamba mvua ilipiga kelele. Polepole aliinua uso wake, muda ulipinda katika macho yake. Aliona siku aliyoondoka na sanduku jekundu kifuani mwake Lazima ameuona mwanaume aliyeomba kwa magoti yenye mavumbi Sam, sauti yake ilikuwa pumzi tu. Mwanaume kipofu karibu naye aligeukia kichwa chake akisikiliza, miwani yake ya jua ilikuwa imeowa na mvua. Fimbo yake ya kutembea ilipiga ardhi karibu na mfereji uliovunjika. Watu walisukumana, hawakuangalia. Kelele za jiji ziliwakunja kama blanketi ya dhoruba. Sam alitoka nje kwenye mvua. Maji yalioa suti yake kwa mapigo ya moyo moja, lakini hakujali. Alisogea kwao kila hatua nzito na miaka. Nini kilitokea kwako? Aliuliza kwa upole. Mdomo wa Sofia ulifunguka. Hakuna maneno, machozi tu, makubwa, moto, haraka, yakichanganyika na mvua baridi ya Lagos. Alijaribu tena, mabega yake yalidondoka. Sam, mimi... Dereva aliharakisha na mwavuli ambao ghafla ulihisi mdogo sana kwa maisha matatu yaliyokusanyika chini yake. Trafiki ilisukuma na kulilia. Mahali fulani muuzaji alipiga mlango wa basi, mahali pengine sirine ililia, kisha ikawa kimya. Sofia alimeza kwa nguvu aliinua mkono unaotemeka kama kuomba hewa, ujasiri. Tafadhali niache nikueleze kila kitu. Sam alitikisa mara moja, dereva alinyoosha mkono kwa mlango wa nyuma wa Bentley. Kutoka nyuma yao danfo ilipinda karibu, ikimiminika ukuta wa juu wa maji ya matope ambayo yalianguka juu yao watatu. Mwavuli uliruka kutoka mkononi mwa dereva. George alipapatikwa Mguu ukiteleza kuelekea ukingo wa mchoro wa mfereji uliofunguliwa. Sofia alipiga kelele akimshika. Sam aliruka na kila kitu kilining'inia mvuani. Wokovu. Mguu wa George uliteleza. Fimbo yake ambao ilianguka kwenye mfereji. Kilio cha Sofia kilipasua kwa mgurumo wa trafiki. Sam alisogea kwa kasi ya mtu aliyejua mara moja kukata tamaa. Mkono wake ulishika mkono wa George tu Kabla mwanaume kipofu hajaanguka kwenye maji yanayokimbia chini. Matope yalimiminika kwenye suti yake, lakini alishikilia kwa nguvu akimrudisha George kwenye ardhi thabiti. Kwa muda, wote watatu walisimama wameganda mvuani. Bilionea, mkewe wa zamani na mwanaume kipofu ambaye miwani yake ya jua ilificha zaidi ya giza. Kifua cha Sam kilipumua. Aligeukia Sophia, maji yakitiririka kutoka nywele zake. Hatuwezi kubaki hapa, tuzungumze mahali salama. Mlango wa Bentley ulifunguka kwa kibonye cha upole, mahali pasipofaa katika machafuko ya Oshodi. Dereva alishika mwavuli pana, wakati huu vidole vya George vilitafuta hewa hadi Sofia alimwongoza kwenye kiti cha ngozi ya anasa. Alifuata haraka, nanga yake chakavu ikishikamana na ngozi yake ikiwacha madoa ya maji kwenye ndani ya anasa. Sam aliteleza ndani wa mwisho akifunga mvua nje. Ndani ya gari kimya kilisukuma chini. Ni mnungumo mdogo tu wa AC na matone ya maji ya mvua kutoka nguo zao ndio vilizivunja. Sophia alikaa na mikono imebanwa kwenye paja lake. Hakujithubutu kuangalia macho ya Sam, lakini kifua chake kilipanda na kushuka haraka sana. George, Kichwa chake kikiinama, alisong'ona. Yeye ni nani, Sophia? Huyu mwanaume ni nani? Midomo yake ilitetemeka. Yeye ni, yeye ni maisha yangu ya zamani. Sam alimwangalia kikamilifu ndipo. Sauti yake ilikuwa tulivu, lakini kila neno lilibeba uzito. Niambie nini kilitokea kwako, Sophia? Niambie kwa nini nilikutana nawe chini ya daraja ukiomba. Mwanzoni hakuweza. Maneno yalisukumana kooni mwake kama mawe. Kisha kwa pumzi moja ndefu yenye kutetemeka, aliachia. Nilifikiri nilikuwa nikichagua maisha bora. Alianza sauti yake ya chini. Siku ile nilitoka. Nilijieleza nimemaliza na umaskini wako. Nilifikiri George alikuwa uthabiti. Aliangalia mwanaume karibu naye. Macho yake yasiyo na maono yalibaki kwenye chochote. Sauti yake ilivunjika. Lakini maisha hayatoi kila wakati yanayoahidi. Bari yake, mapigano, madeni, shida. Na kisha usiku ule, alifunika uso wake kwa mikono yote miwili. Machozi yakivuja kupitia vidole vyake. Jiwe damu. Hospitali walituambia milioni 30. Hatukuwa na chochote, kitu chochote. Mkono wa George ulikuta wake ukibana vibaya. Usilie, alisongona, lakini sauti yake mwenyewe ilivunjika. Sofia aligeuka kikamilifu kwa Sam sasa, kwa mara ya kwanza tangu alipomwacha, macho yake yaliomba, si kwa upendo si kwa nafasi za pili, bali kwa rehema rahisi. Kila siku tangu wakati huo nimekufikiria, kwa kiwanja kile chenye mavumbi, kwa mwanaume niliyemwacha akiwa magotini. Sam, niangalie sasa, angalia nimekuwa nini. Sam hakusema chochote, taya lake lilijaza. Alikuwa na sababu zote za kuhisi hasira, hata ushindi. Hii ilikuwa wakati ambao wanaume wengi wangeita haki lakini moyo wake haukujua jinsi ya kusherehekea kuvunjika. Aliangalia George mara moja, mwanaume aliyeiba mkewe, sasa kipofu, ameshindwa, akitoa mkono unaotemeka aliangalia Sophia mara moja, mwanamke ambaye alivunja roho yake, sasa katika machafu, kiburi chake kimeoshwa na mvua. Sam aliinama nyuma polepole pole. Sauti yake thabiti lakini ya chini Sophia. Nililelewa kuwa mpole hata wakati ulimwengu si wa haki. Pumzi yake ilikatika, alisukuta kichwa chake kutokuamini katika machozi yake. Hapana, huwezi kumaanisha. Sam alikatiza kwa upole, dereva, tupeleke Lagos General. Sofia alishangaa, mkono wake ukiruka kwenye mdomo wake. George alikunja uso akichanganyikiwa. Kwa nini? Kwa nini hospitali? Macho ya sam hayakumwacha Sofia. Kwa sababu nitalipa upasuaji milioni 30, ikiwa itampa nafasi ya kuona tena. Bentley iliondoka kutoka darajani ikipita katika dhoruba. Sofia alifunika uso wake akilia kwa nguvu zaidi, sasa si kutokana na majuto peke yake, bali kutokana na mshtuko sam alisong'ona, sauti yake ikitetemeka kama kioo karibu kuvunjika. Sistahili hii, sistahili chochote kutoka kwako. Sam aliangalia nje ya dirisha kwenye barabara zilizonyeshwa mvua zikipita haraka. Mfano wake kwenye kioo ulionekana mzee zaidi, mkali zaidi, imara zaidi, lakini ndani kijana kutoka bangalo yenye mavumbi alikuwa bado akizungumza. ninajua Alimulika wakati Bentley iliingia kwenye njia ya hospitali. Taa za mbele zikimulika kwenye lami ilionyeshwa. Hospitali, muuguzi aliharakisha nje kuwa laki. Uso wake tayari umepata huzuni. Je, ninyi ndio mnaoleta mgonjwa kwa upasuaji wa jicho? Aliuliza. Ndiyo, Sam alijibu kwa uthabiti. Muuguzi alisukuta kichwa chake. Mnapaswa kuharakisha, lakini unaweza kuwa umechelewa. Na kwa maneno hayo, mlango ulifunguka kwa dhoruba mpya. Taa za mbele za Bentley zilipasua kwenye njia ya hospitali iliyonyeshwa. Wauguzi waliharakisha mbele na mkeka, mvua ikitiririka kutoka nguo zao za kazi. Sam alitoka kwanza, suti yake ya bluu ya navy nzito na maji, lakini msimamo wake haukutetemeka. Sophia na George walifuata, Sophia akivuta nusu, akiongoza nusu mwanaume kipofu aliyepapatika mbele mkono wake ukishikilia mkono wake kwa nguvu. Ndani ya hospitali taa za fluorescent zilizungumza, harufu ya antiseptiki ilichoma hewa. Madaktari waliharakisha kupita na ubao za vipande na barakoa. Muuguzi aliwaashiria haraka, chini ya njia. Haraka, njia hii. Fimbo ya kutembea ya George ilipiga dhidi ya sakafu ya vigae. Sophia alishikilia pumzi. Sam alifuata kimya, akili yake tayari ikihesabu suluhisho moyo wake ukikataa kutumaini mapema sana. Kwenye chumba cha upasuaji daktari aliyevaa koti jeupe aliwakutana, macho yake yakichoka lakini imara. Je, ninyi ndiyo mliopigia simu kwa upasuaji wa dharura wa jicho? Ndiyo, Sam alisema, nitalipa iwe gharama gani, tumwokoe. Uso wa daktari ulilaini, lakini maneno yake yalikuwa mazito Mmekuja kuchelewa sana. Uharibifu kwenye macho yake hauwezi kurekebishwa. Hakuna upasuaji unaweza kurekebisha hii. Sasa maneno yalianguka kama radi. Sophia alianguka kwenye kiti cha plastiki katika eneo la kusubiri, mikonikono yake ikitetemeka kwa nguvu. Alizika uso wake kwenye viganja vyake na kulilia kwa sauti kubwa kiasi kwamba hata wauguzi waligeuka. George alinyoosha mkono kwa kipofu kwa mkono wake, sauti yake mwangwi dhaifu. Usilie, Sophia, tafadhali. Sitaki kusikia unalia. Alibana mkono wake akisukuta kichwa chake. Hii ni kosa langu lote. Nilichagua njia hii. Nilimwacha mwanaume mmoja aliyeniomba nibaki. Na sasa tuangalie. Angalia wewe. Sauti yake ilivunjika, ikipiga mwangwi chini ya njia. Sam alisimama kimya, macho yake yamewekwa kwa daktari. Ngumi zake zilikuwa zimefungwa, lakini si kwa hasira. Ilikuwa uzito wa kutokuwa na msaada ukisukuma dhidi ya kifua chake. Alikuwa na pesa, mamlaka, ushawishi, lakini hakuna kilichoweza kurudisha nyuma muda au kurejesha maono ambayo George alipoteza. Ukimya ulienea, ukivunjwa na kilio cha Sofia tu. Mwishowe, Sam alisogea mbele. Aliangalia daktari na alitikisa mara moja. Asante kwa kujaribu. Kisha aligeuka kwa Sophia. Huenda usipate maono yake, Sam alisema, sauti yake thabiti, lakini unaweza kurudisha maisha yako. Sophia aliinua uso wake uliojaa machozi, midomo yake ikitetemeka. Unamaanisha nini? Sam alinyoosha mkono kwenye mfuko wa suti yake na kutoa hundi iliyosainiwa alisukuma kwa upole kwenye kiganja chake. Milioni thelathini za naira alisema kiasi hicho nilikuwa tayari kutumia kwa upasuaji. Itumie kuanza kitu kipya, biashara, mustakabali kwa wenu ninyi wote. Macho ya Sofia yalifunguka kwa kutokuamini, hundi ilitetemeka mikononi mwake. Alisukuta kichwa chake kwa nguvu. Hapana, Sam, sistahili hii sistahili chochote kutoka kwako baada ya nilichofanya. Macho ya Sam yalilaini. Sofia, una haki hustahili, lakini sikulelewa kuishi na uchungu. Nililelewa kutoa hata inapouumiza. Kifua chake kilipumua. Maneno yalikata kwa undani kuliko matukano yoyote yangeweza. Aliinama kichwa chake, akilia kwa nguvu zaidi, akishikilia hundi kana kwamba ilikuwa laana na baraka. George ambaye alikuwa kimya muda wote, ghafla alizungumza. Sauti yake tulivu lakini imejaa aibu. Sistahili wema wako pia. Nilichukua mke wako. Nilifikiri nimeshaenda. Na sasa mimi ni mwanaume kipofu ninayeongozwa na mwanamke ambaye mara moja alikusaliti. Unapaswa kunichukia, Sam. Kwa nini hauchukii? Njia ilikuwa kimya. Wauguzi walipunguza hatua zao wakijifanya kuwa na shughuli wakati wakisikiliza. Sam aliangalia George na kwa muda taya lake lilijaza. Kisha polepole alipiga magoti karibu na mwanaume kipofu na kuweka mkono kwenye bega lake. Kwa sababu chuki haiponya chochote, Sam alisema kwa kimya. Inang'oa tu yule anayeibeba. Tayari umepoteza maono yako, George. Sitapoteza roho yangu. Sophia alishangaa akifunika mdomo wake, machozi yalitiririka kwa uhuru chini ya uso wake. Hata George aliinama kichwa chake akitetemeka kwa maneno. Daktari alifafanua koo lake kwa upole, akivunja ukimya. Mnaweza kumchukua nyumbani sasa. Hakuna kingine tunachoweza kufanya hapa. Sophia alisimama, bado akishikilia hundi kama ilikuwa kioo cha udhaifu magoti yake yalitetemeka alipa